Canon wa kanisa la ABC Pastorate ya Iveti, Canon David Kyengo amewashauri vijana kujihusisha na miradi ya kanisa na ujenzi wa jamii wakati huu wa likizo. Akizungumza alipoongoza hafla ya spoti za vijana katika kanisa la ABC, kiongozi huyu amebaini kuwa hafla hii itawasaidia kuelimisha vijana dhidi ya matumizi ya pombe haramu na dawa za kulevya, akisema zinaweza kuharibia maisha. Kanisa la ABC Pastorate ya Iveti limeandaa spoti za vijana katika shule ya msingi ya Mumandu, kaunti ya Machakos. Canon <muchos> <muchos> <muchos> <muchos> anayesimamia eneo hilo David Kyengo akibaini kuwa hafla hii ni fursa ya kuwajumuisha vijana pamoja na kuhusisha katika msimu wa likizo, akieleza kuwa itawezesha kukuza talanta za vijana hawa. Siku ya leo tumejumuika hapa Mumandu Primary School tumekusanya wanarika wa Iveti Pastorate ndiposa waweze kunacha their talents, na wakati wa msimu wa Christmas wawe na nafasi ya kucheza pamoja, ku interact, kwa sababu timu ya mwaka huu tunajaribu kuhimiza ili wawe wasafiri ama mashujaa katika maisha ya Ukristo. Na hivi tumejua kwamba kuna wengine wanazo talent ambazo wakinaja vizuri zinaweza kuwa za manufaa katika maisha hayo ya kila siku. Amewashauri vijana wa kujihusisha na miradi ya kanisa au maendeleo katika jamii na kujiepusha na matumizi ya mihadarati na dawa za kulevya pamoja na mambo yanayoweza kuharibia maisha. Kwa hivyo tunahimiza wanarika wote katika msimu wa Krismas wasiwe na nafasi ya kutangatanga kwenda kwa mihadarati, lakini tunapokuwa na shughuli kama hizi pamoja na kucheza pamoja na wao, tungewahimiza wanarika watafute nafasi, wajishughulishe na mambo ya kanisa sana, mambo ya maendeleo katika vijiji vyao, lakini si mambo ya anasa. wakieleza kuwa kanisa linatumia hafla hizi kuwaelimisha masuala yanaowakumba katika maisha ya kila siku, pamoja na jinsi ya kukua kama wanarika wanaomtumainia Mungu. tulionelea ni vizuri we involve our church youth in an activity different from what they have been doing previously it is also an opportunity to give them uh, to sensitize them on some issues which they meet in their day to day lives for instance last time we were able to sensitize them on the dangers of gaming and betting pia tumekuwa tukiwa sensitize on how to be good uh, prepared sojourners katika their Christian life So it is an event ambayo tume organize in church so that our youths can feel that they are supported by the church and their talents are recognized by the church. Wamewashauri wale wasihudhuria hafla hizi kuangazia kuzihudhuria kwani zinaelimisha It is also a nice uh, outdoor activity they daract and they feel good being outdoor uh, uh, spending a day in the field it is a nice experience for the youth. Wapate kuidaract kujuana. Isaac Musioka, Undugu TV.